hiyo sasa ilikuwa inaitwa acute myeloid leukemia. Tukaambiwa ilikuwa inajificha kwa mwili na ndiyo maana hata Beti alikuja kwa chama nise, e, alikuwa anasema mnakumbuka, wacham nise ehhe, ni sekretari alikuwa sekretari wetu, lakini angesema wacha ni gari kidogo, halafu nitani ya mwisho ameuliza ati hee, dakikailelenyabegomea so wakati niligube about myeloid ah, sijui acute myeloid leukemia that monster niliona inakupatianga fatigue na inafanyanga uwe na kichwa. So wakati wa mwisho tulikuwa chama kwa wakafura, Betty aliniambia, nimekuja na gari but sitaweza kudrive, ni bebe. Na nikimbeba akarara kwa kwa kiti ya nyuma, ananiambia yes, kwa sababu already sasa hayuko vile. Alikuwa kama tungemwambia aandike akiwa secretary anaandika turaimtuili analala. Kwa hivyo nikusema hiyo ugonjwa wa Beti imejificha kwa mwili kama miaka tatu. Kuna wakati sasa, maybe wakati tunafikiria ni wakati wetu wa wamama wa wakati wa periods zinakuja zinapita ile wakati inafaa kupita. So ile kitu nimejifunza na hii kifo ya Beti, nawezaambia kila mama mamo na wanaume, tukubali kusikilizwa, tukubali kuangaliwa timudujaabahe mlim mm -hmm. akoro mulimuuso niwaweja wailim uti mudujaabahem wailimana alisong mwanausio niwenarite baranii. Mnajua zile vitamishida, hata wengine wetu tungepigwa hivyo tungekufa, lakini Betty alisimama na Betty alikuwa strong, hata wakati wake wa mwisho, wakati kwa sababu hiyo siku alipoteza speech kwa wakati niliona speech imeenda haongei, na mimi nikimguza haongei, nikimwongelesha akiwa alisiu alisiki. Nikamwambia kina Bengedhai na kina Kigongo hapa na Lois, nikamwambia tuite watoto tu wa Beti kwa sababu tunataka kumpiga transfer aende Kinyata, tumeambiwa Kinyata ndio anaweza treat, wakuje ndio sasa aende chemotherapy juu tukoa tu nisema saanze kimo. Tukawambia tuite watoto wa Beti Waone mama yao kwa sababu waliacha mama mwenye anaongea, na waliona damu kwa stairs, na walikuwa wanauliza mama yetu uko wapi, wape mother? walikuwa nafikiria mama yao walichinjwa, kama something happened. Nikawambia tuwaite watoto wakuje hapa waone mama yao, tukimhamisha tukagoja hapo paka 6 nakumbuka, wakati huo tuliacha bili, tulikuwa tumeacha bili ikiwa 600 but kugojea masaa mawili tupate kitanda kwa kwa Kenyatta bili ikapanda tu 800 na tuko na pesa kibomo. Walikuwa anapigia mpaka watu wawajui, Beti marafiki wake wa, wenye wanajua kuweka mambo wakiwa wamenyamazia. Na ni vizuri kama uko na rafiki ama kama wewe ni rafiki ya mtu tengeneze content na mama ya mtu ama na rafiki yako. Pesa ya YouTube inaedeisha, pesa ya Facebook itaisha, lakini ile heshima aheshimisha mama ya mtu, kwa sababu hiyo ni mama ya mtu, itadumu. Wakati huo tulichanga 300,000 tukapigia mpaka Mzee Sofia akiwa Dubai, nikamwambia tusaidie, nikapigia sister ya Betty ako US alitusupport sana, akatuma 50,000. Sisi tukaongezea pesa ya tukua tumetoa. Na kwa sababu tulikuwa tumeambia madaktari atakiwa akae akae hapo. Nakumbuka jembe kwa nilikuwa naenda hapo, anagonga gonga meza. Tukaki akae hapo kwa wana. Vile tuliambiwa pesa, tukarudi nyuma tukaambiana na Karuya atakwambia sisi tumeasi tumeaibika. Vile tulikuwa tunagonga meza tukisema atakiwa akae wana. Lakini tumekosa pesa, nikamwambia tutazipata. Tukazipata, tukalipa bill, watu wa Betty wakakuja. Na kumbuka wakati Sikaya liyama mamake, kwa sababu Beti alikuwa amefungua macho na alikuwa anafanya hivi, kwa sababu anashangaa ni nini kishingo wake imefanya. batajui ya mehoku wa stroke ya saidi moja, wakati nitorewa na kitanda kitu ni seven kwa seven seven njia <coughs> <coughs> <coughs> hivi hapo akawa akaangalia watoto wake, ni kama hako alituangalia sisi wote, naangalia jenibotoni, anaangalia mimi akiwa kwa kitanda anaangalia kila mtu alafu akaangalia watoto wake, akawajua machozi yake ikaanza kutiririka, akalia akalia. Sikaya akasema anataka aingie hiyo ambulance na yeye amwambie kitu. Sikaya akamwambia, mam, I know you are afraid, you are going to fight this cancer, utatoka hapa mam. Akapiga magoti kwa ambulance mbio Usiache mama angu akufe, kini wakati tulifika Kenyatta kitiaikaatu siku mbili naangetritiwa already, kansa ilikuwa imemkula, akiwekwa damu ina kunywa Just do it, vile naweza mwambia kama anafikia Betty hatujaruzi na ile kitu unaweza fanya ni kusimama na watoto wake, kama vile saa James, unaweza simama na mboi wangu, na tusimama na watoto wake, nasiache ile pesa ecamet, wacha wachaskai siku moja zitulize, mamake alikuwa alikuwasl na huyo mtoto aaki anya wanatengeneza content, watengeneze tu na jina yake, lakini sisi tutasimama na watoto, tutasimama na Sky na tutasimama na Dani na watasoma kwa sababu hakuna mtu awezienda. Nawezaenda kesho Baba wangu naweza jua kona wapi kwa na marafiki na kona wazazi wengine Saa hini sisi wazazi wa Sky na Dalii na watasema, God bless you.